Majina naitwa Mhandisi Sif Jacob Mina, meneja ufundi mamlaka ya maji Same Mwanga. Mamlaka ya maji Same Mwanga ndo wanufaika wa mradi huu wa, wa maji Same Mwanga Korogwe, na mradi huu umesanifiwa kuseve zaidi ya watu laki tatu ambao wa, hawa watu ni watu wa miji ya Mwanga Same, e, na baadhi ya vijiji vya Korogwe vijiji ambavyo vimepitiwa na mradi katika wilaya ya Mwanga na vijiji ambavyo vimepitiwa na mradi katika wilaya ya Same. Mpaka sasa mradi umefikia kwa awamu ya kwanza umefikia umefikia angalau asilimia 98. Mradi unaendelea, kuna awamu ya pili ya mradi, ambapo awamu ya kwanza imehusisha ujenzi wa mradi katika chanzo, ujenzi wa mtandao wa usambazaji katika miji ya Mwanga na Same lakini pia kwa sababu miji ya Same na Mwanga imeshapata maji na katikati yao kuna vijiji hivi vijiji kwa sasa vimenufaika na maji haya japokuwa mtandao wa usambazaji unaendelea kutumika ule wa zamani na vijiji hivi ni Njoro, Ishinde, Lembeni, Kisangara vijiji vyote hivi, hivi ambavyo viko katikati ya Same na Mwanga vinanufaika na huduma ya maji na, na tumeweza kufanikiwa kuongeza wateja wa majumbani, taasisi, viwanda mpaka sasa tuna connection mpya zaidi ya 500. Eh, masaa ya huduma yameongezeka. Hapo awali tulikuwa tunahudumia kwa masaa saba hadi kumi lakini baada ya mradi tumeweza kufanikiwa kuongeza masaa ya huduma kwa mwananchi kutokea masaa saba hadi kumi Mpaka sasa tuna wastani wa masaa ya huduma yapatao ishirini hadi 24 katika maeneo tofauti tofauti ya miji ya Same na Mwanga. Baada ya mradi kuja, kila siku tuna uwezo wa kupokea maji kwenye tenki lenye ujazo wa lita milioni tisa sawa na mita za ujazo elfu tisa ambazo ni zaidi ya asilimia mia moja yale mahitaji tuliokuwa nayo. Kwa hiyo mradi huu umekuwa na tija kubwa na maendeleo sasa kwa mji wa Same yatakuwepo, maana haja ilikuwa kubwa, na kiukweli wananchi wamepokea mradi very positive. Kwa hiyo mradi umekuwa na manufaa makubwa sana kwa wakazi wa miji yote hii, Same, Mwanga na baadhi ya vijiji ambavyo viko katikati ya Same na Mwanga ambavyo vimeshaanza kunufaika na mradi huu. Kwa awamu hii ya kwanza, mradi una uwezo wa kuzalisha eh, maji kiasi cha mita za ujazo laki moja na elfu tatu kwa siku. Na mradi huu umesanifiwa kuhudumia zaidi ya watu laki tatu mpaka ifikapo mwaka 2038 eh, mradi na utakuwa una uwezo wa kuzalisha maji safi E, mita za ujazo laki moja e, na elfu ishirini na tatu na mia sita hamsini, kiasi ambacho kitatosheleza wakazi wote wa miji ya Same, Mwanga na vijiji thelathini na saba ambavyo vitakuwa vimepitiwa na mradi huu. Maji yanayozalishwa kwenye mradi huu ni safi na salama. E, tuna mtambo wa kutibu maji eneo la Nyumba Mungu ya Mungu, kijiji cha Njia Panda. Tuna mtambo ambao kwa sasa, kwa awamu ya kwanza, ina uwezo wa kuzalisha maji safi E, mita za ujazo hamsini na moja elfu mia saba hamsini bado ni kiasi kikubwa cha kutosheleza e, idadi ya watu ambao wamesanifiwa katika awamu ya kwanza, na tuna maabara pale, madawa yapo, mitambo ya kisasa kabisa ya kutibu maji. Kwa hiyo maji ni safi na salama kwa uhakika. E, wananchi, nawahakikishia kabisa wananchi wa Same na Mwanga kwamba maji ni safi na salama kwa kunywa, kwa kuwa tunazingatia taratibu za matibabu na ufuatiliaji wa ubora wa maji e, mpaka kwenye bomba ya mteja kwa vituo ambavyo tumevichagua vya ufuatiliaji. e, kwa majina naitwa Salimu Abdul Mrutu. Mimi ni afisa wanunuzi mamlaka ya maji Same Mwanga. Nimepokea vifaa vya wateja wapya elfu mbili vya awali. Huu mradi kwa, kwa upande wa Same, huu mradi unatarajiwa kuunganisha kung wateja wapya elfu saba na miatano, na kwa upande wa Mwanga ni elfu tano na miatano lakini kwa mpaka sasa tumepokea vifaa vya wateja elfu mbili Kwa hiyo ni waambie tu ndugu zangu, Wanasame na Wanamwanga, vifaa viko vya kutosha kwa ajili ya kupatiwa huduma ya maji. Kwa hiyo tu ni waombe muweze kuomba maji kwa wingi, sisi tuko vizuri na hivi tu elfu mbili ni vya awali, lakini bado vifaa vingine vinaletwa vina, vina, vina, vina, vina kama tulivyokisha li, li, li, kuambia kwa awali kwamba jumla ya wateja wapya kwenye huu mradi ni 7500 kwa upande wa Same, lakini kwa Mwanga ni 5500 Kwa hiyo niombe ni ni sana, na Same na Mwanga, tutumie fursa hii tuweze kupata maji nyumbani. Sisi kauli yetu kama tunasema ya maji ni maji mwamwamu, lakini tunasema kitu kimoja, Same na Samia, hatuna deni na wewe. Maji yapo ya kutosha sana sisi ni Tanzania.